Ukitaka uwe daraja ya juu katika maisha yako ya kila siku katika mazingira yako unaoishi katika jamii unayokuzunguka, basi dumisha visimamo vya usiku. Hiyo ni jambo la muhimu mno, na ujira wake ni mkubwa mno, na fadhila zake ni kubwa mno. Na Allah subhanahu wa ta'ala nazungumza ndani ya Qur'ani pia katika sura 32 suratu sajda kuanzia aya 16 mpaka 17, anasema tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, zinainuka mbavu zao waumini wa kweli zikiacha vitanda vyake. Yaduuna rabbahum kwa ajili ya kumuomba Mola wa mlezi, yani kuswali swala za usiku. Tena khaufan wa, wakihofu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wa tamaa, na wakitumai malipo mema kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, nafsi haifahamu bima ukhfiya lahum, kile ambacho Allah amekificha kwa ajili yao, a malipo yao, min qurrati a'yunin, katika vitu ambavyo ni viliwazo na vituwazo na vizuri katika macho, ni jaza njema na malipo. bima kanu ya amalun, kwa wale ambao wanatenda. Kusimama usiku, ulikuwa unasali tarawehe, basi qiyamul layli bado ipo.